pamoja na kujenga uwezo wa askari wetu pamoja na kuwaequip na vifaa, lakini bado tunahitaji kuwafanya askari hawa wawe wanaishi katika sehemu nzuri. Kwa eneo la makazi ya askari ni muhimu sana katika kipindi cha sasa, kwa sababu wengi mnakaa uraiani na wakati mwingine ina compromise hata kazi zenu. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan tayari tumeanza Blocks, kadaya, na mablocks kadhaa yanajengwa mikoani huko yakiwemo na pale Dodoma. Tutaendelea kufanya hivyo hata na huku Zanzibar, kushirikiana na serikali zetu zote mbili kwa ajili ya kujenga mazingira mazuri ya askari polisi. Pale Mwera nimeenda nimeangalia, nyumba za zamani zilizokuwa za askari polisi ambazo zimekarabatiwa, dhahiri inafurahisha na kuona kwamba askari akilala hapa akaja kwenye kituo kizuri kama hiki akiwa na fasiliti zake hakika, huyu askari atafanya kazi kwa tija na kwa weredi tena bila kisirani, maana mazingira ya kazi ni mazuri. Tahakikisha tunalisimamia hili kwa nguvu zetu zote, na huu ndio mwelekeo wa serikali inayoongozwa na Dr Samia Suluhu Hassan na Hussein Al Ali Mwinyi. Lakini tunataka askari ambao wanaenda na wakati wa sasa wa mahitaji yao, kwa sababu hawa askari hawa wana familia zao, hawa askari hawa wana mahitaji hao. Hawa askari hawa, ukiwavisha kombati, ukiwavisha vitendea kazi hivyo, basi iakisi hata kile wanachokipata, ili waweze na wenyewe kuishi katika maisha ya changamoto za kisasa hivi. Wanataka kusomesha, wana wazazi wao wanawatunza. Nataka angalau kile ambacho kwa mwezi anakipata kiakisi uhalisia wa maisha ya sasa hivyo, mba, tunayendeleana mjadala, tunayendeleana na kufanya hivyo kuhakikisha kwamba tunaendelea na mjadala tunaoendelea nao kushirikiana na mkuu wa jeshi la polisi, IGP Wambura, na mazungumzo tunaendelea nayo serikalini, angalau basi hata kale ration allowance kale kaongezeke kidogo, maana kamekuwa kasiku nyingi sana. Serikali itaendelea kuboresha mazingira yenu ya kazi kwenye vituo vyetu nyinyi wenyewe, lakini pia kuwaongezea ujuzi na utaalamu ili kuwa na jeshi la polisi la kisasa. Nilikuwa najaribu kuangalia kwa, kwa, kwa, kwa, kwa aina ya uhalifu na kizazi hiki cha, cha, cha sasa tunahitaji kuwa na jeshi la polisi la namna gani? Kwa Kiingereza wanasema tunahitaji reform ya namna gani? Moja kati ya reform za msingi ukiondoa mambo ya kisheria na kisera ni kuwajengea uwezo askari wetu ili waendane na hali halisi ya sasa. Mhalifu wa sasa sio ule unaongojea amkabe mtu, wako wanaoiba mitandaoni wako, ambao wanafanya janja janja tu, they are very smart, na ukimkuta uwezi, uwezi kuambiwa uwezi kukubali kwamba huyu ni mhalifu, namna alivyo na vitu vizuri vyote, vitu vizuri anavyo, alafu huyo ni mhalifu ini hata siku in hizi tu, hata kibaka umkuti mchafu huyo ni ombaomba mhalifu. Unamkuta yuko smart. lakini yuko pale bandarini, anategezea watu, atumie ujanja wa maneno, awalaghai awaibie, lakini wizi wa kuaminiwa, wizi wa kimtandao. Sasa ukiangalia mabadiliko ya aina ya uhalifu, ndipo unapotakiwa kujua, tunatakiwa kuwa na jeshi la polisi lililo jengiwa uwezo namna gani?